Katika Kanisa Katoliki tunazo dogma nne zinazomuhusu Mama Bikira Maria. Dogma ya kwanza: Maria ni mama wa Mungu, Theotokos. Fundisho hili lilianza tangu enzi za kanisa la mwanzo. Jina Theotokos maana yake ni mbeba Mungu, lilitumika sana na waamini na mababa wa kanisa fundisho hili lilitangazwa rasmi katika mtaguso wa Efeso nyo, mwaka mia nne thelathini na moja baada ya Kristo. Mtaguso huu ulikusanyika hasa kutetea uungu wa Kristo na kumthibitisha Maria kama mama wa Mungu. Sikukuu hii huadhimishwa kila tarehe moja Januari, nilianza kuadhimisha tangu karne ya nne huko Roma, kisha kuenea kote ulimwenguni. Dogma ya pili, Maria ni bikira daima. Hili ni fundisho la zamani sana ambalo lilionekana kuwa na ukweli wa imani. Mababa wa kanisa kama Mtakatifu Jerome wa karne ya 4 walilitetea sana. Lilianza kufundishwa kama imani tangu karne ya 4, lakini lilithibitishwa na mtaguso wa Laterano wa 4 wa mwaka 649 baada ya Kristo ulioongoza Papa Martin wa kwanza. Dogma tatu, Bikira Maria alikingiwa dhambi ya asili tangu kutungwa mimba kwake. Imani ya kwamba Maria alikuwa safi ilikuwepo katika kanisa kwa karne nyingi. Hata hivyo ilichukua muda mrefu kujadiliwa kiteolojia. Ilianza kuadhimishwa mashariki mnamo karne ya nane na magharibi mnamo karne ya kumi na mbili katika baadhi ya maeneo. Fundisho hili ilitangazwa rasmi na Papa Pius wa tisa kupitia waraka wake wa kitume wa Disemba nane mwaka elfu moja mia nane hamsini na nne na hivyo sikukuu yake huadhimishwa kila tarehe nane Disemba. Dogma ya nne, Bikira Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho imani hii ilianza kuonekana katika maandishi ya mashariki mwa kanisa tangu karne ya sita na kuenea haraka. Kutangazwa rasmi kama dogma, ilitangazwa rasmi na Papa Pius wa kumi na mbili kupitia waraka wake wa kitume wa mnamo mwaka elfu moja mia tisa hamsini tarehe kumi na tano mwezi Agasti, na hivyo sikukuu yake huadhimishwa kila mwaka inapofika tarehe kumi na tano mwezi Agasti. Kwa ufupi mafundisho mengi alianza kufundishwa kama mapokeo ya imani ya kawaida katika karne za kwanza za Ukristo, lakini yalikuja kuthibitishwa rasmi kama dogma, yaani ukweli wa lazima wa imani ambao kila mkristo mkatoliki hana budi kuamini. Kwa maelezo hayo, unaweza kuniambia siku ya tarehe nane Desemba tunasherehekea sikukuu gani? Ni mimi mtumishi wenu no mdogo ni sestahili Oscar Mkatoliki, tumsifu Yesu Kristo, yeah.